Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Oktoba 9, 2025. Utakuwa nami Kelvin Makwinya na nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Twende pamoja Wakili Peter Kibatala anayeongoza jopo la mawakili wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ameomba kuwasilisha mahakamani kiapo cha ziada katika shauri la maombi ya kutekwa kwa Polepole akidai kuwa jana na leo wamepata taarifa mpya kuhusiana na suala hilo. Wakili Kibatala ametoa ombi hilo leo Oktoba 9, 2025 wakati shauri la maombi ya amri ya mahakama ya Polepole kufikishwa mahakamani. Katika shauri hilo mwombaji ni Polepole pole, na wajibu maombi ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi ambaye ni mjibu maombi wa kwanza. Shauri hilo linaosikilizwa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam na jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Fatuma Magimbi lilifunguliwa mahakamani hapo na wakili Kibatala kwa niaba ya Polepole pole, mnamo Oktoba 7, 2025 chini ya hati ya dharura. Katika hati hiyo ya dharura iliyothibitishwa na wakili Kibatala, anaeleza kuwa Oktoba 6, 2025 polepole aliripotiwa kutekwa na watu wanaodhaniwa kuwa maofisa wa jeshi la polisi waliovamiwa nyumbani kwake ununio jijini Dar es Salaam. Tume sisi tuliomba e, kuleta kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la nh taarifa mnazidi kuzipata muda unavyozidi kwenda e, kwa unakuta kuna vitu vimefahamika baada ya ile siku ya tukio tarehe 7 na 8 na vingine vimefahamika leo kwa tumeomba E, taarifa za ziada tuweze kuzileta. Serikali ya Marekani imeweka Tanzania katika mataifa ambayo raia wake wanahitajika kuweka dhamana ya viza isiyopungua kiasi cha shilingi milioni 12 kabla ya kuzuru taifa hilo. Huu ni mwendelezo wa serikali za Rais wa Marekani Donald Trump kudhibiti wahamiaji tangu waingie madarakani kwa awamu nyingine mnamo Januari 2025. Katika utaratibu huu mpya unaoanza Oktoba 23, wa Tanzania wanaotaka kutembelea Marekani kwa viza ya biashara au utalii watatakiwa kuweka dola za Marekani elfu tano sawa na milioni 12 za Kitanzania au dola elfu kumi sawa na milioni 25 au dola elfu kumi na tano sawa na shilingi milioni 36 ikitegemeana na tathmini itakayofanyika wakati wa mahojiano ya kuomba viza. Madaraja mengine ya viza yakiwemo ya wanafunzi hajahusishwa katika mpango huo wa dhamana ya viza. Mbali na Tanzania, nchi nyingine ambazo raia wake watatakiwa kuweka dhamana ya viza ni Mali, Mauritania, Sao Tome Princip, Gambia, Malawi na Zambia. Hata hivyo, serikali imewataka wananchi kuendelea kufuata taratibu za kawaida za maombi ya viza kupitia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania au katika maeneo mengine wanakoishi waombaji wa Kitanzania. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano mapya yanayotarajiwa kusababisha kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wakishikiliwa katika ukanda wa Gaza kwa zaidi ya miaka miwili, hatua iliyopokelewa kwa furaha na faraja kubwa nchini Israel. Jumuiya ya familia za mateka ambayo imekuwa ikipigania kurejeshwa kwa waisraeli waliotekwa Gaza imemshukuru Trump kwa kile walichokiita kuwa ni mafanikio ya kihistoria. Mkataba huo ambao bado unasubiri kupitishwa na baraza la vita la Israel unatarajiwa kuhusisha kuachiwa kwa mateka 20 walioko hai, miili 28 ya waliokufa, na kubadilishana na wafungwa 250 wa Palestina wanaotumikia kifungo cha maisha gerezani Israeli pamoja na wafungwa 1700 kutokea Gaza. Hadi sasa mateka 148 wameachiwa huru kupitia makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano, miili 51 imepatikana na mateka 8 wameokolewa kupitia operation maalum. Mpaka hapa tumefikia tamati ya Mseto Plus ya leo. Ulikuwa nami Kelvin Makwinya na nyuma ya kamera Gustave Goodluck. Mpaka wakati mwingine bye. bye.